Kayaona mambo jamani, mambo hayokwa, <laughs> mambo. Mambo, mambo. Mambo watu wanataka kurudi na, na, na, lakini hakuna no nafasi <laughs> na, na, na, na. <laughs> Unaambia kuna watu wengine wapashagi makabichi kabisa. Sasa bwana, sisi tukaribishe sana. Mm, mm. Mwana gossip situ mwana mwenzetu, mbea mwenzetu, sisi tuko hapa na hii ni meza ya wambea mtu. mm. Mbili kama watu sita, msemu wa chingling some baby hapa. mm -hmm. Karibu kwenye the gossip table na mm. Vitu ni vingi sana kwenye mitandao ya kijamii. Vitu ni na, vingi, lazima tumesema huu uh, buyu na ukwaji. Hey. Lazima tukusogezee ndugu yetu takuwa tena sisiwenyewe <laughs> If... wanasema si wana, yeah. Atugandishi. hatugandishi mm. Sisi mafiriji yetu hayana compressor ah, ah. Na hizi hizi sisi hatuna hivi kujaribu kuchanganya tende na maziwa. Ay, mambo ya Juma Lokole, eh, unajua unajua shughuli ya tende na maziwa

yani bila kusema yeah, kuna right. wakati mm. Sawa, kwenye mahusiano mm. usikurupuke tu kuachana na mtu huenda baadaye ukamuhitaji, hususani mm. i mbaya zaidi kwa mtu ambaye upata naye mtoto kabisa na mimi najua hii kubali kataa, huwa inaumiza pale ambapo unaona mwenzako ame move on, alafu mbaya zaidi amekuwa na ndoa yake, na sio ndoa tu mm, bali ni ndoa imara yenye mapenzi ya dhati, na ni ndoa ambayo haina longolongo wala chenga chenga, ndoa ya tajiri sema, yani kwamba ndoa ambayo ina grow hivi hivi hivi, aziziki. <laughs> Na, na Diamond nani anamkwanja mm, mrefu yani mm, kwa, kwa kukisia tu hapo unasema bana eh, Diamond ana na hela au azizikii ni, ni, ni noma hivi. Kuna kumiliki hela na kumiliki mkwanja mkwanja ndo zile nyingi. Unajua kila mtu anamiliki hela ah, hela. Kuna wale sasa wana mkwanja, kuna mkwanja na hela eh. E, wewe ndugu yangu, unamiliki hela sasa mkwanja au pesa mkwanja. Hey. Mim, mimi namiliki namiliki vidusko. We hivi wewe, katika utajiri wako, wewe ni shilingionea, lakionea, milionea <laughs> Tajiri wa roho. Hapo safi. Utajiri ambao hauhitaji mbambamba eh mm. Nikiamka shukuru Mungu alhamdulillah mambo yangu risiki, nimepata nimekosa uh -huh. E, naamini ipo siku na mimi watu watanizungumzia tu kwenye wao mabilionea so kionea mm. Kwenye mabii humo lazima kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, sema inshallah. Inshallah kwa sote, amin. Na leo Ijumaa eh. <laughs> wewe tena <laughs> Sasa bwana, hii kitu ambayo uh, tunaizungumza hapa imesambaa mitandaoni, lakini sana sana sisi tumekutana nayo tukasema hii yenyewe tupite nayo mm, kwenye peji spriacha ya mbea mwenzetu juma lokole lokole. Eh, ujue juma lokole ana marafiki mm. wengi sana wanawake Ehe, kuliko alafu wanaume. Ma, alafu marafiki wake mm. wengi sana ma superstar eh, utamkuta na Luludiva wanamkubali, utamkuta sijui na Masepeto wanamuitaga baby bebi, utamkuta sijui na Kajala e, sasa hivi si wako na Kajala wako ninili yani, utawakuta sijui mara yuko na Mimi Mazi mm. Na mimi nakwambia mm. katika tutaongea hapo, umeelewa, lakini mm. huyu Juma Lokole marafiki zake wote mashostito mashostito eh, ndo marafiki zake hao mahabit mm. Ukimkuta hujue mm. kaka labda na, na na na na washikaji kama sisi mm. amkuta na mchaga OG pale okay. Hey, uh, kwa nini mchaga? Si ndo marafiki zake wa kiume hao <laughs> na hataji <atadya. laughs> <laughs> hmm. Mbona viguno vime, kama vimezidi <laughs> eh, kumbe mimi sikujua kama ni marafiki Juma Rokole vya ucho, na mchaga, vya uchokozi <laughs> sasa bwana, kwenye hiyo uh, kitu ambacho amekipost Juma Rokole ni ile comment ambayo alicomment Diamond Platnumz kwenye picha ya Hamisa na Aziziki, yaani mm. hawa watu wanaitwa ha, picha ya pamoja imeonekana, wanaitwa wakiwa na mtu na mumewe, wanakumbatiana, wanajiita Misaki. Uh, Misaki miss... yani, misa na ki di najiita h ya miski. Sasa bad. Bwana kwenye hiyo picha Diamond akaenda kakomenti akaandika mambo hayo tukabaki na alama ya kujiuliza sisi kama wambea mm. Ile komenti ya Diamond alimaanisha kutoka moyoni mm. kwamba amesifia a, ule mwonekano mzuri wa picha mm. ama kasifia ile kuchanganywa kwa tende na maziwa Yuna, ama ya kinafiki ama bado roho inamuuma kumwona mama mtoto wake ah. E, kwenye penzi zito, kwenye huba zito mm. ndugu yangu da. Mpira narudisha kwako kwako, Aziziki mi naweka hapa <laughs> Kwanza tukumbuke kwamba uh, Ziki pamoja na na, na Hamisa mm. wapo Tanzania, walikuwa Tanzania nadhani, sho mm. ya Davido ya Davido alikuwepo, tuliona picha mm. Aziki amefatana na mkewe Hamisa. Ndiyo. na nini uh-huh. Baada ya hapo hapa kwa kuna vitu vingi vinaendelea endelea mm. Na naamini bado wapo Tanzania ndio. Ziki pamoja na nani? si mpaka Valentine ipite, hey, na hey. wanapenda kwenda Zanzibar hawa na na nakwambiaje mm. Nadhani kwa kwa kwa kwa mwaka huu watu waenda Zanzibar kwa sababu kuna momenti nyingi zinatokea hapa. Ndio. Na samabeti na mtu akotokea tokea kwenye show show fulani za wasanii, so mimi naamini washaenda sana Zanzibar, ndiyo. Umeona washafanya mm. mambo yao sana yaani, katika zile auti zao washatokea to washa tokea sana Zanzibar mm. Sasa mi naona mm. sasa hivi hapo Tanzania kuna show nyingi za Valentine hapa sasa mm. hivi zinarindima, yeah. Zinarindima, zinafanya hivi yeah. Mimi nishaanza kujiandaa mm. sna so nguo yangu leo kama kama tulivyomuona tulivyomuona zikika tokea kwa Davido pamoja mm. na, na, na, na misa mobeto Ndiyo. Kuna show sijui ya JD, eh. Kuna shows sijui ya J Melody, eh, vitu ni vingi. Shows ya nani? Yani? Jamani, event ni nyingi. tarehe kumi na nne kesho. Mm. Alafu kuna show pia leo tarehe kumi na tatu. Mm. Yoyo anasema kiuchila anazindua zindua bendi yake leo. Wee. Kwa hiyo takuna pigo tarehe kumi na tatu, tarehe kumi na nne. Mkesha kwa mkia. Sasa sijajua hapo, hao watatokea wapi. Mm. Azizi kipa moja na nani? Mm. Na, na kwa nani liwa walionekana pia kwa Davido. Mm. Sasa. Yeah. Mpaka Diamond ku comment hmm, kwenye peji ya ya mzazi mwenzie. Uh, yes. Mi naona kuna kitu kakiona. Unajua Hamisa Mobetto sasa hivi anazidi kunawiri, anarudi kama mtoto, watoto wa mjini wanasema ana glow, yaani si mwonekano wa sura wala mwonekano wa umbo, anarudi kama mtoto na, anafuraha, na mi nakwambia ukimwona, ukimwona kobe kainama, anatunga sheria, unajua kuna sheria inatungwa Kayaona mambo. Sasa, Diamond tukumbuke, turudishe tu siku nyuma. Tukumbuke miaka iliyopita hapo hmm. walikuwa na mahusiano mpaka kupatikana mtoto yes, kati ya Diamond pamoja na, na na Hamisa umeelewa. Lakini hapo hapo ukumbuke, kulikuwa na ugomvi kati ya Hamisa na mama Diamond, si unakumbuka? Mama Dangote, mama Dangote unakumbuka vizuri. Nakumbuka Mama Diamond anasema kwamba yeye, kama hamuelewi Hamisa mbe Mm. Alikuwa anamchukulia kama kama danga fulani yani, ah. Kama, au kama ni msichana ambaye anafata hela kwa, umenelewa vizuri yeah. Alipokuwa anaiweka yani, ah. Yani unajua mama akimchukia mkwewe mm. Au akimchukia ndo mkwewe anaitwa eh. Mkwe sio kwamba aliyefunga ndoa yani hata kama, lakini bado ni mkwe. Kwa hiyo hey. yani, kulikuwa kuna chuki fulani mpaka mm. Imefika wakati yale mapenzi ya Diamond na nani na na na Hamisa. Hamisa, yakawa kama ni mama ni chanzo. Nadhani hiyo ilitrend sana kwenye mitandao eh, ilitrend. Watu walizungumza vitu vingi sana wakaongea na kuongea, baadaye wakaja mpaka DNA za mtoto mm. na nini, umenelewa? Huyu mtoto um, utakwasoa kwako, mbona hajafanana na mwanangu vingi. Lakini Diamond alikuwa anaonekana alikuwa anapita nyuma kwa nyuma, yani behind, bado alikuwa na yale mapenzi, alikuwa na mapenzi na alikuwa, tunaona video alikuwa mm. mara kwa Masaki, mara kwa wapi, kwenye vile viclip vinaonekana ndio. mm -hmm. mara mara kwenye mjengo mpya huko Madale, sijui wapi mm, yani mambo alikuwa ni mengi. Baadaye Hamisa Mobeto akaona yote ya nini cha kufia kwanza kwenye masuala ya mtoto, mama anaona kama mtoto aonekane kwa Diamond, anaonekana mtoto anatengwa, mm. na hivi mambo alianzia hapo, umeona. Baadaye mahusiano yakaja yakavunjika, mm. tukaona Hamisa Mobetto hapo katikati, mara yeye hey, ndo akaangukia kwa nani? Kwa aziziki eh, ndio alipita pita kwenye mahusiano mahusiano ya Hamisa Mobetto naye, eh kapita. mm. Amekupita, amepita, umeona, aziziki Unajua ame, amesikia naipenda sana Tanzania. Eh, yeah. Na alivyokuja Tanzania akutegemea aku kwamba ile power ya watu watampokeaje, wata umeona? Wata hmm. Kuna kutokana na uwezo wake wa kucheza mpira kwa timu yake Yanga pale hmm. Na nini eh, e, mambo, ni no mambo ni kwa ni mengi na ukisha star unakutana mambo ni mengi hapo katikati, yani show mara mnakutana kwenye vikao mara mnakutana wapi? Alikamwe nadhani yeye ndo alitoa taarifa rasmi kuhusiana na nani? na Azizi Ki pamoja na, na Hamisa. Umeelewa hapo? Mahusiano yao yakawa official baada eh, ya penzi kutarada eh, eh, eh. Sasa yaliyotokea jana, Diamond kashindwa kuvumilia baada ya kukiona chuma kinang'aa kama dhahabu, chuma kimetolewa kutu. Umeelewa? Yaani unakuta unakuta unajua Azizi Ki sio so kama so yani, wachezaji wa mpira nadhani wao wote wako hivyo so sio watu wengi wako ongea ongea sana mm, nini ila mkwanja unakuwa ndio unaongea. mm. Naelewa. Yani azisikia akiamua leo kuchukua flight kusema kwenda wapi, mchi yoyote anaenda mm. kama alivyokuwa Diamond. Kwa hiyo mi nahisi pale, kama kuna Diamond kajishobokesha tu. Nimeipenda hiyo Diamond <laughs> kajishobokesha. Na hizo ni shobo shobo, ni kwa shobo kwa mimi mi, mi nina muda sijaona Hamisa akikomenti kwenye posti za damu. Hana ha, mpango kwanza Hamisa hana mpango. Sidhani kama sasa hivi hata kama anafuatilia, hata zile ada ada za mtoto, anajiweza sijui nini, anajiweza mwenyewe kwa sababu Eh, kwa sababu baba eh, uh, baby mume uh, pesa ipo. Hamisa mwenyewe, naye sasa hivi barozi zimekuwa nyingi, biashara zake zinaendelea ku grow kama monde ka, ka comment kawaida au mm. vipi ka mm. kawaida tu just mimi sizani kama monde monde mm. hujue mpaka ana comment sehemu hujue na ana comment na kwa nini aka comment, ndio sababu sasa mwenyewe anazijua kwa nini ka comment ana sijui, labda mawasiliano wanayo, aezekana labda washataniana huko mm. kwenye inbox na nini mm. yeah, kuna, eh jamani mm. yeah. Eh, kona hapa. Wengine wanasema eti labda sababu Hamisa alitumia ule wimbo wa Diamond Platnumz kwenye ile picha. Ah, ule wa kutenganya tende na maziwa. Labda Diamond akaamua kwenda ku comment kwa sababu wimbo wake umetumika. Nyimbo si mpya, wimbo mpya umelelewa. Lakini inakukua na haja kwenda ku comment. Hamna mambo. Eh. Ange like it. Mimi nahisi hapo naweza nikaiweka, naweza nikaiweka. Hapo hmm. nikaiweka sawa. Mimi nahisi Diamond baada ya kuona ngoma yake imetumika kwenye hiyo hmm. post. No, akawona, nae, a, a, a, pao, ile ngoma, na akaona na yeye aipe power ile ngoma akaamua kushoboka yeah. Ah, hapa bana kaonanam, nifanyeje? Acha tu nishoboke. Eh, shobo zipo hizo ka... ni ni shobo, dundo. Shobo zipo mm. kwa sababu kwa ku comment sio mbaya, lakini mambo kayaona ah. Mambo afu sio kwa ile picha ndo nini vile, jamani, Hamisa naye ana ana uchokozi h nammeeeneependaaangaia mzee kii na, ya na iblichi <laughs> ki, e, yake mondi kama anatoa kijicho <laughs> t tuna ukweli jamani tuna tu ukweli, tusio wanafiki. Hamisa na Aziziki wanaendana wanaendana, mimi hapa nasema wanaendana, wanaendana kuendana japokuwa Aziziki ni mfupi kidogo mm. kwa Hamisa Uh, lakini kuendana anaendana na naambiwa siku zote kapo, sio lazima zifanane, yule mmoja awe mweupe mm. na yule lazima awe kuna mmoja lazima awe mweusi eh, hiyo ndio inaendana eh, kidogo una, una, una kapo zinakuwa, zinakuwa zinakuwa zinakuwa zina fit, unaelewa kwao. Mondi bana hii naizani alitaka kupushi ngoma yake hii mpya, changanya mm. tende na maziwa, lakini <laughs> mi <mine> nahisi Mondi sasa hivi <laughs> kwenye mziki wa Bongo Flava anafanya mziki mzuri, kwani kupushi ngoma zake lazima awe anaenda kutengeneza vijikiki vya vidogo vidogo kama hivyo jamani. Challenge, kuna challenge nyingi sasa hivi anafanya, na sikwambie mtu sasa hivi, yaani, sasa hivi mtu kama Mondi akikoment kwenye, kwenye sehemu, wewe mimi naposti picha hapa Mondi like tu eh, ile like, kitendo yeye eh, yaani hey, mpaka oh, wale ndugu zako wapemba watajua wao, nafikiri ah, <laughs> Mondi, ankali ankali, umeona so, umeona umeona. <laughs> kwa inakuta kwamba inafika wakati unajua kabisa, wa, watu wana power kubwa kwenye mitandao kwa mm hiyo. Hmm. Mondi, kwa sababu kaachia ngoma yake hapo, umeona. Sidhani kama ataweza kurudiana tena na Hamisa. Una uhakika je kama haiwezekani? Wanapasha pasha, haiwezekani. Well, akienda kumuona mtoto, haiwezekani akurudiana ni sawa, wanaweza wasirudiana, lakini kuna ile kama wazazi bado na zile feelings, haiwezekani wewe. Oh, unafikiri feelings zimeisha? haiweze una nyewe ngambe kitu haiwezekani. Sami wewe una hakika gani chini Diamond hawezi kurudiana na Hamisa? Labda kwa sababu da tayari Hamisa ameshaolewa, lakini angekuwa hajaolewa, kwanza ujue kwamba kitu hakiwezekani, anza kwa wazee, umeelewa? Yaani mama mama Dangote, sizani kama bado zile chuki zake kashazitoa, ila mama Hamisa alikuwa anamkubali Diamond. Sasa hiyo sijui, lakini mama Hamisa shida, shida, shida mama, ni shida, ni wazazi wa upande mmoja. Mama mama Hamisa, je, kuongea uh, hayo mambo, hajawahi. Na yule mama watu like, hana mama Diamond hata kama hajawahi kuongea hii live, yeah, lakini ilikuwa tunaona zile zile momenti za watoto mm. Umeelewa, momenti za jinsi gani wanaonekana mapenzi yao alikua hayapendi. E, tulikuwa tunaona pia. Ukumbuki kipindi kile nani nani uTanasha mm. Na, na jinsi gani alivyokuwa anampenda Tanasha mm. umeelewa? yeah, sure. Mfano sasa hivi yupo na Zuchu umeelewa mm. Nadhani pia kwa Zuchu pia kuna kitu mimi bado, kama jana, mama Diamond ndo anamchagulia mtoto wake, yani ndo anapendekeza Si, si nani mwanamke imo? mzuri sijajua. Ah, si according to maelezo ah, kwa maelezo si- sina uhakika kwa sababu mpaka kufikia hapo mm. akupitia ah, hizo drama zake it means kwamba yeye ni yeye ndio anachagua nani ah. anafaa kuwa na mtoto wake. Kuna wakati mama ana nguvu, mama anaweza kuchagulia wewe usipende, usipende, usipende ukipenda usipende. Kuna wakati sikiliza, moyo wako unataka nini, ndio nisikilize. Sasa kuna wakati pia huyo mama anaposibana, mi nataka uoe huyu, umenielewa? usipomuoa kuna stori moja sitaki kuuta take time, ningekuadisia ungeniambia kweli, umeelewa mm. Lakini kuna wakati mama anakuwa na nguvu sana au baba anakuwa na nguvu sana kusindikiza mtu fulani umuoe. Umeelewa? Yaani, hivi unaweza ukampeleka mwanamke kama mimi, naweza kampeleka mwanamke kwa bibi mkubwa pale, mm. mama akawa jamridhia kwa muonekano na nini, hata kama ajui tabia zake, mm. akamuona tu just ile kumuona tu akamkataa. Kwa hiyo mama, mama zetu pia wana nguvu lakini kwa kizazi vizazi vya sasa hivi hamna kumchagulia mtu eh. Umenelewa? lakini hayo ya mambo yapo yanatokea na. Umenelewa? kuna watu na mapenzi na mama na mama zao wanawasikiliza, kama Diamond anampenda mamake, jamani, mashallah, hamna alokuwa ampendi mamake bana. Hata mimi mpendi mama, kuna wengine hawapendi we, kuna watu hawapendi wazazi wao, yaani kuna watu ambao, yaani anachagua we, wapo Mama. Niamini mimi. Mama. Wapo. Mama. Wapo. Mama. Eh. Mimi na bisha. Yaani kama Leto kuna tumuulize, Allen. Kama kweli hakuna si mama wa mama mzazi wewe. No, kuna watu kabisa mama zao wazazi hawapendi. Hivyo wewe ching wewe. Yaani jinsi kwambie kitu. Kama unajua mama. Wewe wewe mimi mzazi, mzazi. Mzazi, mzazi. Mzazi ndio na nasema na nimeshashuhudia nimeshaona kabisa mtu mama yake mzazi hampendi. Koma. Hampendi abadani. Labda kuna kuna sababu hapo kwa hata kama lakini mzazi akosei. Hata kama mzazi wako ana mapungufu mzazi akosei. Sasa kama mzazi akosei uhakika na, ndo maana mimi najiuliza huyo mtu hey, anapata wapi ujasiri. kuna watu hawapendi mama zao. mm -hmm. Ha. wapo dunia hii. Mimi hapa mimi hapa, mimi nakubali hmm, kauli yako unaosema hmm, lakini siweke asilimia mia. Ah ha, kuna watu mimi nimeshuhudia, yaani mimi naongea hivi nikiwa kabisa na uhakika kabisa, hey, na mambo maisha ambayo nimeshayaona, watu mtu hampendi mama yake, asikwambie mtu j, j, j, j, jana, hapa tumetoka ku kwenye msiba wa mama yake Chidi. Mm. Umenelewa? Mm. tumetoka hapo ni jana nadhani, tumetoka mama yake mm, Chidi. Unamuona kabisa Chidi katoka kwenye madawa, alivyotoka kwenye madawa jana, anaongea anasema hivi, nashukuru Mwenyezi Mungu, mamaangu amefariki, amekufa, mimi nimeshaondoka katika masuala ya madawa. Umenelewa? je ningekuwa na na mambo yangu ana madawa ya miadarati ma, wange nitafuta mm, wapi? Umeelewa, yeye mm. mwenyewe anasema jinsi gani bibi mkubwa alivyokuwa hapendi kuniona katika hali ile mm. kwa hiyo mama yake Chidi anafariki, umeelewa, kwamba roho yake kwa mwanae iko razi, ndio anafurahi ndio na jinsi mama anavyopambana na mwanae mm. Mimi nakwambia, unakwambia sana mimi mwenyewe binafsi naweza nikasema, naweza nikasema hii nakwambia mimi mwenyewe binafsi kuna na inafika wakati nasema da, kweli mwanangu, mama ni nguzo ah. Yani nasema hivi mi naweza nikapata tabu na nini, lakini nikipiga simu moja tu kwa bibi mkubwa wana, bibi mkubwa mimi wana, na wana, shida na kitu fulani hata kama hana ataniambia mwanangu, basi usijali, ndakufosia au sina, ndafanya hivi na mm. hivi na hivi, hivi, hivi. Alafu wewe una, unafika wakati unapata ujasiri kumchukia bi mkubwa mm -hmm. Alafu bila sababu, inawezekana una sababu zako tu labda hivi na mimi si zani. Na ndo kama umetumia kauli yako umesema mama hakosei mm -hmm. kwenye hii dunia na mama ndo mungu wa pili mm -hmm. kwenye hii dunia. Kwa hiyo inafika wakati bana Mondi apunguzi zile shobo shobo kwa wale wa kwanza. Hii inaleta inaleta ugumu kwa sababu gani? Una comment sawa, sio mbaya, wale ni wake wa, wa, mke na, na mume, mume si ndio? Mm. Watu wameoana. Nyinyi mlikuwa mna mahusiano mmebatia kupata mtoto Aziki mpaka save na naye ana watoto wake, unaelewa. Na mimi mm. Namuombea Mungu Aziki. Na Hamisa wapate tu-tutafute vipaji sababu inaonekana Aziki pia ni baba ambaye anapenda watoto. Hey, vipaji pale kuangalia vipaji, ukiangalia Hamisa ubete huko anaimba mm, kuna mwana mitindo pia mali mara huko baba mpiga kamsakataka bumbu mara misi sijui nini, kama ana mwana Daila anataka kwenda kumlisi babake wa kambo mm, juza mpira, anapenda mpira. Silisikia ile alipelekwa kwenye kwenye kwenye nini academy ya football. Kwa hiyo yaani, kuna wakati anafuata njia za za baba mdogo <laughs> noma, sijui za anko yule kwa mzee Mondi hapo. Eh. Mzee Mondi apunguze hizo shobo shobo dundo mm. Kwa, okay. kwa wenye ndoa, au sio bwana, wache waachie wenyewe wafanye mambo yao kwa sababu eh, wao wana mahusiano yao Hmm. Mondi yeah. Na Zuchu au vipi? na, zuju, aubibi, hmm. Na ndo trending mi sijaiona, si si le kapo jamani. Mondi ka, kaona nini kwa pale kwa dada yangu Zuhura? <laughs> <laughs> <laughs> Usiniambia, Wazanzibari hamnaga maajabu. Je, nayaona mambo kayaona mambo bwana, si tunamaliza <laughs> tunamaliza hivyo ze gossip table meza ya Mbeya kwa siku iapo leo kubwa ni kwamba Ching amemwambia Simba la Simba Dangote ache shobo. Simba, mm, acha shobo, mwache Hamisa na ndoa yake jamani, wache wawane mm. Salimini salama e bana, mimi naitwa Ching, is the town the baddest ndimu hii ni the gossip, tuko wawili hapa na bado tuko hapa mm. Tunamaliza kama hivi kama bado huja subscribe channel yetu, fanya hivyo na bonyeza alama ya kengele yep. au hii ni 69 Media au vivi bana inakuwa mm, ni fresh kinoma noma, ubabe ni mwingi. Yes. Ah. So some baby till next time bye-bye.